Kama nilivyosema kwenye last session ya Kiswahili kwamba katika video hii nitaelezea namna ya kupick au kuchagua role model au mtu wa kujifunza kutoka kwake, na katika namna hiyo nitakuelekeza nita vitu vitatu ambavyo kwa upande wangu na viamini kwamba ukivizingatia, basi utaishia kuchagua role model ambaye atakusaidia au itakupa urahisi wa wewe kujifunza kutoka kwake na kufikia malengo yako yoyote yale ambayo kwa jambo la kwanza kabisa la kuzingatia pale unapokuwa unachagua role model ni story au background, kwamba unatakiwa uhakikishe story au historia yake na ya kwako zinaendana. Najua haziwezi kufanana kwa asilimia mia, lakini walau ziwe zinaendana hata kwa angalau asilimia themanini, themanini na tano mpaka tisini. Kwa unapochagua role model maanake story zinaendana kivipi? lazima uhakikishe, je, vitu ambavyo yeye alivipitia ndivyo ambavyo wewe unavipitia, au baadhi ya vitu ambavyo yeye amekushapitia katika maisha yake mpaka kufikia mafanikio ambayo wewe umemwona na umeyatamani, na wewe unavipitia au una uwezo wa kuvipitia? Kwa mfano kama yeye labda alielewa na mzazi mmoja ambaye ana, ana, alikuwa na kipato cha kawaida, kwa sio tajiri. Je, na wewe katika mazingira hayo? Katika swala la story vijana wengi tunakosea, kwa sababu unakuta mtu yeye ana pick role model ambaye ana story tofauti. Let's say, mtu anasema mimi role model wangu ni Bill Gates. Bill Gates alikuwa anaishi Marekani. Ame drop out of college ni yes, chuo ambacho moja kati ya vyo maarufu duniani, lakini yeye unakuta yeye na kazi zake huko zingiziwa. Familia yake ndio hivyo hoye, haya hata chuo hajafanikiwa kufika. Afa, anasema role model wangu mimi ni Bill Gates. Kwa hiyo utajikuta kadri unavyojifunza kutoka kwake mnazidi kupishana, kwa sababu yeye anakwambia alienda kwa rafiki yake akapewa kiasi fulani cha fedha. Wewe una rafiki hata kukupa hiyo fedha umeona? Hata kukupa shilingi 500 huna. Kwa hiyo lazima story pia iwe inaendana yani, sio lazima ifanane kwa asilimia mia, kwa sababu nyinyi tayari ni watu wawili tofauti, haitakuwa rahisi. Kwa hiyo lazima uhakikishe story inaendana. Kwa mfano kwa mimi mtu ambaye nilimchagua kujifunza miaka minne iliyopita kutoka kwake stori zetu kwa asilimia karibu 90 mpaka 85 zinafanana. Kwa hiyo sipati shida. Umeona? Sipati shida sana kujifunza kutoka kwake kwa sababu vitu vingi ambavyo alivifanya pia na mimi naweza nikavifanya. Nikafikia pale ambapo yeye yupo. Kitu cha pili cha kuzingatia ni mazingira. Je, mazingira ambayo wewe upo na yeye yupo yanaendana? Kulingana na naweza naweza silingane lakini yanaendana. Kwa mfano wewe upo Tanzania, sawa. Tanzania ni kubwa, kuna sehemu ambapo kuna watu wanaishi hali ya chini, kuna hali ya kawaida na hali ya juu. Ye, hata kama yeye role model wako ambaye unataka kumchagua anaishi Marekani, anaishi Uingereza, anaishi Ghana, anaishi labda China, mazingira ambayo yeye alikuwepo wakati ana ipo katika level ambayo upo wewe leo, Nyaga ambayo na wewe upo sasa hivi au yako tofauti? Alikuwa katika mazingira mazuri ambayo yamemfeva kufikia lengo lake, lakini wewe hayo mazingira huna. Kuna vitu vingi ambavyo yeye labda anasisitiza kwamba ndio alivyovitumia kumfikisha pale alipo, labda kama labda masoko au kulikuwa kuna, kuna sehemu ya kujifunzia kuna computers na nini ndio alivitumia hivyo, labda akawa mtu ambaye amedevelop labda mtandao fulani duniani. Je, na wewe uko katika mazingira hayo? Kwa hiyo ndio swali, au una uwezo wa kufika katika hayo mazingira? Hayo mazingira kwa lazima pia uzingatie mazingira ambayo role model wako ameyapitia au aliishi au anaishi na kufikia malengo yaliyo ambayo yeye wewe leo ukiyaona unayatamani na unapanga kuyafikia. Lakini kitu cha tatu cha muhimu cha kuzingatia ni malengo sasa yenyewe, yani wewe unataka kuwa nani? Kwa lazima uchague role model ambaye yeye ni tayari yule ambaye wewe unatamani kuwa, kwa sababu unaweza kukuta kitu cha kushangaza kwamba kuna kijana anakuambia mimi ndoto yangu ni kufanya biashara, nataka kuwa mfanya biashara mkubwa sana Tanzania, lakini role model wake ni mwanamuziki. Ukimuuliza role model wako nani, ah, mimi ni mwanamuziki fulani au ni mwigizaji fulani, kwa sababu unakuta ni vitu viwili tofauti. Yaani, wewe unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini mtu ambaye unamwangalia au unamtazama kama kioo cha wewe kufikia malengo yako ni mwanamuziki ambaye anafanya kitu ambacho ni tofauti kabisa na wewe unachokifanya. Umeona? Kwa hivyo ndo vitu vitatu ambavyo mtu lazima uvizingatie kwa upande wangu, ili uweze kuchagua role model ambaye atakuwezesha kwa kubwa, kiasi kikubwa au kukuongoza kwa kiasi kikubwa kufikia malengo yako na ndio maana kuna wakati unaweza ukawa unamsikiliza mtu au unasoma makala zake, unaangalia video zake, kila anachokisema unaona kama anakugusa wewe au anakuelezea wewe. Kwa sababu gani? unakuta kuna asilimia kubwa zile historia, mazingira na malengo yanaendana, lakini tofauti na hapo, basi unajifunza kitu kingine. So sana mwanafunzi enda kusoma udaktari, afu ameingia kwenye darasa la sheria, sio rahisi kuwa daktari.